Shukrani, jitihada zangu zote hizi, kweli, nia yake ilikuwa ni kujenga taifa la watu waonga. Sana mimi, ili matokeo yake ni hayo, ni jitihada kwamba <laughs> katika mambo ya msingi you don't say yes, na zamira yako, zamira yako And you pay the price katika kusimamia mambo ya, ya msingi. Nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo, nchi inaongozwa, kwa msimamo na msimamo wake ni public, hmm. Nchi haiongozwi kwa, janja, janja hivi, inaongozwa kwa taratibu zinazojulikana, kabisa, kabisa. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa kabisa wa kwa kuona kwa kwamba nchi yetu inatawaliwa kutokana na bila udikteta ni kwamba viongozi wetu wanatuongoza wanatutawala kwa kufata sheria sheria zinawabana hivi watatuongoza ndani yake. Ya pili ni kuona kwamba viongozi wetu wanatuongoza kutokana na maamuzi ya vikao, maana ndiyo maana maana, di, ma, maana ya, ya demokrasia, maamuzi ya kidemokrasia yanatokana na vikao. Ziko tabia mbili sasa, moja ni kujaribu kukopa vikao. Sasa tabia hii isizoewe ya kuzuia vikao kuzungumza zungumze tu mambo mambo ya nchi lazima yazungumzwe wazi wazi katika vikao rasmi vilivyowekwa. Kwa hiyo lazima jitihada ya ku, ya kusimamia kwamba tunasimamia nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba, maamuzi makubwa ya nchi yanatokana na vikao, lakini kuna ujanja wa kukwepesha mazungumzo. Hizi ndizo dalili za, za udikteta na, na lazima zikemewe.

na anaeleza sababu yake ya kuresign. Ndio taratibu za kuendesha nchi, ni namna moja ya ku, ya, ku, ya kubana kwamba tuongoze nchi kwa kwa taratibu zinazoelewa kazi zinazokubalika. Hiyo ndio lazima ya hayo, ndio ya kukazania.